Naitwa Dominic Peter Rusozi, ni mtumishi wa ofisi ya mbunge wa jimbo uh, nimefika hapa kukabidhi mipira kumi ambayo mheshimiwa mbunge uh, wa jimbo ya Ilemela Angela Mabula amenichangia kwenye bonanza hili. Kwa hiyo nimeikabidhi, na yeye pia angependa awepo, lakini kwa sababu ya shughuli za kibunge yuko bungeni Dodoma kwa hiyo anawapongeza sana sana sana, anawapongeza kwa kudumisha michezo, kwa sababu michezo ni afya, michezo ni ajira, pia michezo ni, ni, ni, ni kazi. Kwa msiku wa mheshimiwa mbunge eh, mpira ni, ni, ni moja ya kitendea kazi muhimu sana katika michezo, hususani mpira wa miguu, kwa sababu bila mpira, mpira ah, wa miguu mchezo eh, nadhani amewiwa amipira hiyo kama sehemu ya mchango wake, kwamba sisi ni wadau wa mchezo, wadau wa michezo na tumekuwa kwa mfano, kwenye jimbo letu kuna misimu mingi, nadhani misimu minane ya, ya, ya michezo tumekuwa tuna, tunaandaa mashindano mashindano eh, ya Jimbo Cup eh, yakiwa yanalenga kutafuta vipaji kwa vijana na mpaka sasa hivi kuna vijana wengi wengine wako Ulaya wakina Kevin John, eh, na wengine wengi ambao siwezi kuwataja, lakini sisi ni wadau wakubwa sana na mchezo eh, namaanisha ofisi ya mbunge wa jimbo la Ilemela. Mikakati yetu ni kushirikiana kushirikiana kusapoti eh, klabu za veteran kwa eh, sababu hizi klabu zinasaidia zina, zina, zina kujenga afya ya mwili hmm kuondoa stresi, wakati mwingine hata mwili unakuwa fit kabisa. Kwa hiyo tutaendelea kushirikiana na klabu za veteran.